wa Chapesa Media katika dimba la Benjamin Mkapa. Ongea, ongea. Asante. Ongea asante sana. Asante sana. Tumefuzu mke wangu. Tumefuzu. Tumefuzu. Namshukuru Mungu. Tumetumeitwa sana majina, mwaka lobo, mwaka lobo. Sasa jina, watafute jina jingine. Sijapenda. Imeisha mwaka lobo. Imeisha. Imeisha. Um, azomi na mashabiki wa Simba Sports Club wakiwa katika dimba la Benjamin Mkapa, wakisema Simba Simba Simba Simba, wamefuzu nusu fainali kwa penalti ambayo ilikuwa ni mtiti mkubwa sana. Simba wameweza kupata magoli mawili, lakini kanuni ikaamua Simba kana penalti. Simba wameweza kufuzu katika dimba la Benjamin Mkapa, watu wanashuhudia Simba inafuzu hapa hapa rupaso, magoli mawili kwa sifuri. Timu ya Chapesa Media ikikupa update zote za kimichezo ambazo tunazipata hapa mashabiki.